Nini, kwa nini ilitokea kanuni mwaka huu tu, na wao wanavyoona kanuni zifuatwa, hata ikiwa miaka mia kwa ligi hii ya ndani, kwa, kwa mifumo hii Simba atafungwa yote miaka hiyo kabisa. Yani kwa udhaifu wa namna ya ligi ya ndani ilivyo, Simba haina udhaifu wa timu. Labda nikuelekeze kitu kimoja ambacho tunataka kujua. Simba haina udhaifu wa timu. Simba ni mshindani wa, wa mashirikisho Afrika, mwana finali. Sijui kama unalijua hili unadhani kwamba tumecheza na timu nyingi kubwa na, bora barani Afrika. Kweli uongo. Si unanielewa vizuri. Ni kwa sababu hakuna makando kando ya namna yoyote ile kwenye hizo ligi tunazocheza. Lakini kwa aina ya ligi ya ndani hapa Simba na Yanga atafungwa hata mechi mia. Sasa hiyo inajumlisha vitu vingi. Moja katika aina ya mfumo wa uendeshaji wa ligi yenyewe. Hivi ligi na yaani kwamba shirikisho na klabu yenye uwezo kuamua jambo ni klabu. Wananielewa vizuri? Katika mfumo wa na namna kama hiyo kama klabu inaweza kuiamulia shirikisho. Kuna mtu mwingine anaweza kuamuri katika hiyo ligi anaweza kuamua ili amshinde huyo mwenye klabu. Yanga. Umeuliza swali zuri sana. Hawakugoma na kutaka watu waji, waji, wajiuzuru, na wakajiuzuru. Kama anaweza kutoa amri kwamba huyu aondoke, huyu aondoke na wakaondoka. Ya kwani hawakusema kumbe alikuwa ni amri ya nani? Kaka ulikuwa wapi? Ulikuwa Moroko? Ulikuwa Moroko? Ne ulikuwa Moroko? Kama klabu inaweza kuondoa maudhui ya kusema kwamba huyu aondoke na huyu aondoke na wakaondoka. Lakini kukumbusha jambo moja, unakumbuka wakati sio wa Simba Babra, unakumbuka alisema bodi ya ligi na matatizo gani juu ya uwekezaji ule wa JSM? Alitaka kuwekeza JSM bilioni tatu kwenye ligi, sio wa Simba alisemaje? Kama unakumbuka mzuri, na tukashauri nini, bodi ya ligi fanyeje? Hatukusema bodi ya ligi ondoke, Waliondoka. kwa mimi nakwambia vitu kwa data na fakti ya mpira, mimi sio mropokaji kama wao waropokaji, unawasikiliza. Kwa katika mfumo aina kama hiyo, timu ambayo inaweza kutoa amri kwa shirikisho na shirikisho likatii, hakuna klabu nyingine itakayepata uwezo wa kufanya vizuri kwenye hiyo nchi, na ndio Tanzania peke yake dunia nzima hii kwamba klabu inaweza ikatoa maamuzi na, na shirikisho ikatii. Tanzania nzima hii kumbe, nyuma hiyo klabu kuna uwezo wa watu wengine ambao wana mamlaka si unanea vizuri kwa mpira wetu, kwanza wa nchi hii. Sisi kama vilabu na kama Watanzania tunatakiwa tujue jambo moja, huu mpira wa nchi hii ni nani baba kasema. Si unanea vizuri mpira wa wenzetu nchi nyingine ni sadakalawe, kwamba mwenye uwezo anayeweza kupambana ndio anaenda kufanyaje kupata. Ndio maana leo unamuona Wydad pale Moroko hayumo, unamuona Raja Moroko kapotea. Ni kwa sababu ni nchi zinazofanya football ni fair play. Sasa nchi hii ni mpira wa baba akasema. Sasa baba akishasema sema wewe uli unaenda kulala wewe ndio kulala. Lazima tukiri kwamba Yanga ana uwezo mkubwa wa kuamuru mpira wa nchi hii kuliko jambo mtu mwingine yoyote. Eh. Kama kama anaweza kusema hawa wajiuzuru wanajiuzuru, huyu wa aondoke anaondoka, hiyo unabisha wapi? Kwa hiyo hapo kuna mpira mtu mwingine atakayepata opportunity ya kupata ubingwa au kufanya vizuri. Kwa nina, nina, na, kwenye kitu gani, mi nadhani tayari nilisha kwambia, tulishazungumzia kwamba hawa walio watuma watu hapa tarehe nane, sisi tunazuiliwa mpaka polisi wanawasaidia sisi tusingie uwanjani. Ni nani nani alijibu? Ilijibiwa hiyo wakati tuna hoja, aliyetuzuia kuingia ndani uwanjani, tena polisi wakiwa wanasaidia, wengine wamekuwa kaa panyarudi na mapanga. Tuambieni, hawa wametumwa na nani? Hiyo ilijibiwa. Ilijibiwa hiyo. Na kama haikujibiwa, nani pia aliyeahirisha tena mechi tarehe 15 wakati bodi wenyewe ya ligi ndio aliyopanga. Aliyeahirisha nani? Na kwa amri ya nani? Na kwa matakwa ya nani? Na mbona kabla tarehe hiyo 25 ambayo wamepanga tena mara ya pili, watu tena wameitwa sehemu nyingine kwenda kuzungumza na mtu ambaye sio kiongozi wa michezo? Imetokea wapi? Yaani nini? Unaelewa vizuri sisi ninachokizungumza au nielewe vizuri. Kwa kwanza mpira wa nchi hii ni sadaka lawe, yaani mpira wa nchi hii ni baba. Kasema wenzetu mpira ni sadaka lawe. Kwa hiyo unakao kumbuka, ujue unaongea na mwamba, unaongea na bei, eh, unaongea na juisi ya pupu. Unataka ujue hilo. Sisi Simba hatuna shida, sisi hatuna shida. Simba na hatuna shida na uongozi sisi tunachotaka kusema kama mtu anazungumzia mapungufu ya uongozi Kination hakuna klabu yoyote katika dunia hii isiyokuwa na mapungufu ya uongozi na katipo, haipo. Na sio uongozi tu, hata hata wachezaji, wachezaji, si unaelewa vizuri, ama hamna timu duniani isiyoboresha timu yake duniani. Hakuna timu isiyoboresha timu yake, maboresho yako mengi tu maboresho yako mengi <mimuja> kwa nchi hii hamna ushindani wa ligi mbona, unanielewa vizuri, kwa nchi hii hakuna ushindani wa ligi kwa sababu kuu mbili. Mmoja, kama mtu mmoja anaweza kudhamini timu nane mpaka tisa, unanielewa vizuri, timu nane mpaka tisa, wewe unategemea huyu mtu katika hizi timu ambazo wewe ndio unazilea atafungwa nazo, unategemea kuna ushindani hapo kuna ushindani wa hapo mahala ambako unaona mtu anaweza kutengeneza pointi mpaka 30 au 40 kwenye timu ambazo yeye mwenyewe anaziwekeza. Sasa huyo mtu ukoshachukua pointi 40 bila ushindani, wewe utazipata wapi hizo 40? Si unanielewa? Kwa kwanza, ligi ya Tanzania haina ushindani, asikuongopee mtu. Yote haina ushindani. Na kuna wakati watu walivyosema kwamba hii bodi ni uzuru walikuwa wako sawa sawa, kwa sababu wanaendesha mpira kihuni yaani mpira huu hata mitashunta una afadhali ile umita mitashunta tuligia Tanzania ashumtashuta ina ubora. Labda kuna swali lako ambalo umeniuliza pia, wapi tuboreshe? Kuna mahali pa kuboresha kweli, tunapaswa tuboreshe. Kwanza tujaribu kusajili ku, ku, ku, ku, ku, kipa mwingine tusajili golikipa mwingine ambaye ataleta changamoto kwa Musa, lakini pia tunapaswa kuboresha upande wa kulia. Shomari ni beki mzuri, tunapaswa tumuongezee nguvu katikati. kwangu mimi, maoni yangu, abaki Shamoka Rabwa na Shamaruni aondoke. Tusajili mabeki wengine wawili. Uh, lakini pia Shamaruni uwezo wake umefikia pale kwa sababu kimataifa na hapa kwa sababu eji ya Simba ni kubwa tunasajili wachezaji wengine kutokana na eji ya klub, eji ya Simba ni kubwa, na eji ya shemaro ametufikisha pale, tunamshukuru atupishe. Lakini pia kuna eji ya mafuadi, na senta fuadi na namba kumi kote kuna hitaji kuboreshwa. Ni kweli senta fuadi zetu ndo fuadi ambazo zina magoli mengi kwenye ligi, lakini kwa sababu marengo ya Simba ni kimataifa zaidi, tuongeze watu wenye kwaliti ya kimataifa zaidi. Tusiangalie watu wa ligi ya ndani, tusiangalie Chanifahamu vizuri. Tusiangalie ligi ya ndani kwa sababu ligi ya ndani kwetu sio kiwango hata tungekuwa tuna Ronaldo ndani. Yaani hata tungekuwa tumekusanya huku Robert na Roberto Carlos, huku sijui na Griezmann, huku sijui na Rio Ferdinand, unaona Manja Village sijui bado na Loikini, kule Rod lo Van Nistelrooy una Ronaldo bado Simba ndani atafungwa. Tusajili watu kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Na kwenye mashindano ya kimataifa kweli msimu huu tumefika finali kwenye shirikisho lakini hatuwezi tena kufika shirikisho kwa aina ya mchezaji kama Budo. Hatuwezi tena kufika shirikisho kwa aina ya mafawadi tulionao kama Ateba na Mkwala. Kati yao mmoja aondoke na mmoja ampishe mtu mwingine, tuje tuongeze nguvu. Kwa hiyo kuna sehemu zisizopungua tano sinahitaji maboresho. Upande wa kulia ili Kapombe asaidiwe. Katikati nadhani kuna haja ya kumpunguza Ukejefa, apatafutiwe mtu mwingine Isofika Goma lakini pia nadhani kulia pia kwa maana ya winga kulia kunahitaji maboresho, aondolewe budo atafute winga wengine ya kulia. Senta fowadi na namba kumi nao pia watafutwe. Kwa hiyo hizo sehemu ni muhimu kuboresha ili tuende tukapambane kimataifa zaidi, kwa mlengo wa kimataifa. Na kwa sababu kipindi hichi ni cha siasa, pia inapaswa wale viongozi wanasiasa pia wakaenda wakafanya shughuli za kisiasa. Kwa mangungu kwanza pia kiustaarabu na kwa heri na busara na kwa heshima kubwa tu ambayo yeye mwenyewe ameitengeneza kwa msimu huu. Kuna wakati watu wanasema wana, wana, wana atupishe, wana yeah. Kwanza achukua misingi iliyo bora, kama alionesha bwana mdogo Swedi ya Swedi, baada ya kuona Simba kuna <coughs> mashinikizo na kuna matatizo, na akaona kabisa, mimi nikiendelea kubaki hapa nitailetea ugumu nini Simba, nitaitia mashaka nini Simba sitaki Simba iingie kwenye matatizo, akakaa pembeni. Yule ndio mwana Simba kweli, yule ndo ana uchungu kweli na klabu, yule yani ndo anapaswa kuwa Simba. Kwa kwanza, ye atupishe, awe ana busara kama vile alivyofanya mzee. Kwa sababu ye alituahidi kwamba anakwenda kupambana awe mwenyekiti, lakini ahadi yake moja kubwa alisema ahadi yake kubwa leo alikuwa anasema kwamba, "Mimi ahadi yangu nitaifunga Yanga kwao, Yanga mimi hataweza kunisumbua." Ndo ahadi yake. Kwa mujibu wa sheria na taratibu, ameshindwa kutimiza ahadi yake, wala sihitaji kitu kingine chochote. Ahadi tu aliyoiweka akashindwa kuitimiza. Atupishe, tumpe mtu mwingine kijiti tuendelee na majukumu.